Naitwa Oswald Abner Kikoti, mkurugenzi wa taasisi ya Caring Hearts, taasisi ambayo imesajiliwa mwaka 2022 kwa lengo la kushughulika na um, kutatua changamoto mbalimbali mbali za kijamii hususan watoto, vijana na wanawake ambao wamekumbwa wame, wame na changamoto mbali. Sasa, katika kuadhimisha miaka mitatu toka taasisi yetu ilivyosajiliwa. Tumeona leo tuje hapa kituo cha Huruma Center ambacho kinatunza watoto yatima ambao wame wako hapa kutokana na ku, ku, kupe, ku, kupitia changamoto mbalimbali mbali za ukatili, ili kuwapa tabasamu kwa ajili ya kuwapatia zawadi na, na kusherehekea pamoja nao. Tunaamini kwa kufanya hivi uh, watoto watapata faraja. Watapata faraja kupitia tulivyokuja kuwaona na vitu ambavyo tumewaletea. Kwa mwaka huu ndio tumeanza mara ya kwanza, kwa maana ili zoezi ni endelevu. Tukifanya tena tutachagua kituo kingine, tutavitembelea vituo vya vitu, vitu, vitu aina mbalimbali kwa kadiri ambavyo Mungu atatuwezesha. Kwa jina naitwa Mchungaji Upendo Sanga, ni mkuu wa kituo cha Huruma Center. Siku ya leo ni siku ya kipekee sana katika kituo tembelewa na taasisi ya CAHE, taasisi ambayo inajishughulisha sana sana na kuwasaidia wahitaji katika maeneo tofauti tofauti. Sisi pamoja na watoto tumefurahi sana kwa uwepo wao, wamekuja ile tu, kuja kwetu imekuwa baraka wametuletea zawadi, lakini wametutia moyo, wametufariji, lakini pia wameahidi ya kwamba wataendelea kutuombea ili kila mtoto atimize ndoto zake. Kwa hiyo, kipekee ninapenda kumshukuru mkurugenzi wa taasisi ya CAHE ambaye ndugu yetu Oswald Kikoti, lakini pia aliambatana na mwasibu wa taasisi hii, dada yetu Priska Mwitula, tunawashukuru sana na viongozi wengine wote wa CAHE, mbarikiwe kwa upendo wenu. Sisi kama kituo tunaahidi kwamba tutawaombea. Kwa nini tutawaombea? Moyo wa kusaidia wahitaji ni moyo wa Mungu. Kwa hiyo tunawaombea mkue zaidi, ili mwendelee kuisaidia jamii kwa ukubwa wake. Mungu awabariki sana, tunawashukuru. Majina yangu naitwa Catherine Mwilapwa, watoto wengine, ningependa kusema asante kwa ujio wenu hapa kituoni kwetu. Tumefurahi kuwapokea, tumeweka kama familia yetu, kwa sababu na nyinyi mmetupenda, mmetuonyesha upendo Tunajisikia amani pia, na tuna furaha mioni mwetu. Tunasema asante kwa kutufanya tuwe na thamani. Tunajisikia vizuri kwa sababu mnakuja kutuona, mnatupatia support, mnatupatia moyo. Tunasema asanteni kwa hayo yote mliotufanyia na sisi na tunawapokea nini kwa mikono yote miwili, na tunaweka mioni mwetu. Tunawaahidi tunaenda kuombea kwa Mwenyezi Mungu akazidi kuwabariki katika maisha yenu, akawe ndio mwongozi wenu, akaongeze kufanya mambo yaliyomema na, na taasisi yenu ikazidi kukua zaidi na zaidi. Hata siku nyingine inawezekana sisi mkija msitukute, lakini watoto wengine watakuwa na furaha wakiwaona tena. Na sisi tunasema asante, Mungu akawabariki kwa sababu umetufurahisha sisi, akaaa chanzo cha furaha yenu, akawafute machozi pale mnapohuzunika, pale mnapo a mnapo kukata tamaa, akawafariji akawainue, akawabariki katika maisha yenu. Hatuna neno lingine wala fedha na dhahabu za kuwalipa, lakini tunasema asante kwa sababu mmetufanyia makubwa na sisi tumefurahi. Mmetuonyesha upendo, kutuisha hii keki ya upendo na zaidi nyingine pia, tunafurahi. Kwa hivyo tunasema asanteni.